Karibu sana mpenzi mtazamaji wa Maisha Safari Channel. Leo tunakuletea top 5 ya wachezaji ambao wana wameliokosa penalti nyingi zaidi kwenye timu zao za taifa pamoja na vilabu kwa ujumla. Na wachezaji hao ni wale ambao waliohudumu tunaangalia kuanzia mwaka 2001 mpaka leo 2025. Na tukianza na namba tano, namba tano ni Zlatan Ibrahimovic almaarufu kama Ibra Kadabla. Huyu amekosa penalti 17 kwenye timu yake ya taifa pamoja na vilabu, na vilabu vyote ambavyo alivyochezea yeye. Na tukia namba nne ni Neymar Junior na Francis Totti. Neymar Junior ni mchezaji wa timu taifa ya Brazil na vilabu vya zamani kama FC Barcelona PSG, na Francis Totti ni mchezaji wa timu taifa ya Itali na, na vilabu vya zamani kama vile AS Roma. Na hao wote kwa pamoja wamekosa penalti kumi na nane yani, Neymar Junior amekosa penalti kumi na nane na Francis Totti amekosa penalti kumi na nane mpaka sasa hivi. Na namba tatu ni Ciro Immobile. Ciro Immobile mpaka sasa hivi amekosa penalti kumi na tisa. Kuanzia mwaka elfu mbili na moja mpaka sasa hivi amekosa penalti kumi na tisa. Na hiyo ikizungumzia kwenye timu ya taifa ya Italia pamoja na vilabu ambavyo alivichezea kama Lazio kwa pamoja amekosa penalti 19 na namba 2 ni Lionel Messi Leo Messi katika maisha yake ya mpira mpaka sasa hivi amekosa penalti 31. Amekosa penalti 31 mpaka sasa hivi Leo Messi. Na namba moja ni Cristiano Ronaldo, amekosa penalti 32 kuanzia mwaka 2001 mpaka sasa hivi. Amekosa penalti 32. Yii ndio wanaongoza katika lisi ambayo wanaokosa penati waliokosa penati nyingi zaidi.